Usisubirie watu wakuambie kwao umebarikiwa. Nenda kwenye kioo chako pale chumbani au bafuni kwako, jitazame kwenye kioo, jiambie. Yule utakayemuona pale, mwambie wewe umebarikiwa. Vivyo hivyo katika kumsikia Mungu wakati mwingine, chukua bibilia, fungua ahadi za Mungu soma, mwanangu sitakuacha. Yale maneno ukisoma mwanangu, anayesoma ni wewe, lakini anayekusemesha ni Mungu. Anza kusema sauti ya kimungu ndani yako mpaka utakapoweza kumsikia Mungu akiongea na wewe sikia. Jifunze tabia ya Mungu. Ili ni zoezi. Kumbuka tunaangalia zoezi la kujihurumia. La kwanza tumesema badilisha sauti ya hukumu. La pili tumesema jifunze tabia ya Mungu. Mungu hatembei na makosa yetu tuliyotubu jana na juzi. La hasha, hatutakiwi kubeba makosa ya jana uchungu wa juzi unatakiwa. Mambo yako yote, kama ulishamwomba msamaha Mungu, yaishe. Usiyabebe tena, yaache, achana nayo. Ulikosa jana, ulikosa juzi, yamepita. Leo ni siku mpya. Kitabu cha Yeremia Maombolezo samani sura ya tatu fungu la ishirini na mbili na la ishirini na tatu anasema: ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. E, kwa kuwa Mungu hukupa karatasi safi kila asubuhi, wewe pia jipe mwenyewe upya na usijiruhusu kuishi chini ya kivuli cha hukumu za zamani. Anza na huruma leo.